Show zake tatu zimekwisha kumalizika kutokea kule eh, katika bara la Uingereza tunaweza kusema hivyo. Alikuwa na show huko London eh, sehemu tofauti tofauti show tatu kubwa sana lakini pia zimeweza kufanyika huko, ikiwemo Manchester na sehemu nyingine kibao ambazo aliweza kuzifanya show. Lakini pia Diamond Platnumz tunajua kwamba hakwenda peke yake, alikwenda na Jux na pamoja na wasanii wengine kibao akiwemo kina Omid Dimples, eh, kina Baba Levo pia walikuwepo ndani ya mjengo noma sana na vitu vilikuwa vimeenda Viral, kinoma, noma kupitia mitandao ya kijamii kwa sababu ndio imekuwa watu watu wengi eh, la muziki eh, ni sehemu pekee na moja kati ya waandishi wa habari kutokea katika eh, kituo cha radio ambacho kinafahamika kama Pai Radio mara baada ya kuweza eh, kutumbuiza katika eh, show yake ya Manchester. Diamond Platnumz ameweza kufunguka vitu vingi sana, mahusiano yake pamoja na Diamond pia ameweza kusema kwamba Jux ni mtu poa poa sana. Na ameweza kufunguka kwamba ana nyimbo nyingi zaidi au ana nyimbo nyingi sana ambazo amekwisha kuimba na Jux, lakini pia zitakuja kuwa nyimbo kubwa sana kati yao ambazo anasema hit za dunia si nyimbo za kawaida. Eh, bana itakuwa ni bonge moja la nyimbo ambazo zitaweza kutoa katika collab e, baina ya watu hawa wawili yani, kimaanisha Diamond Platnumz pamoja na Juma Jux kwamba nyimbo zao hazitakuwa tu ni za hapa kusikilizwa Afrika Mashariki au kuweza kusikilizwa e, hapa Tanzania tu lakini pia zitakuwa ni ngoma kubwa e, duniani sehemu yote zitaweza e, kusikilizwa. Lakini pia tu kumbuka kwamba e, combination ya Platnumz pamoja na Jux zimekuwa zime, yani, na ni sehemu ambazo pia watu wengi pia wakaweza kuzikubali ngoma zao, nyingi ambazo wameweza kuzitoa zimekuwa zikifanya poa, kama Ololufe pia iweza kuenda viral kinoma noma, lakini pia ngoma la kama Sugua pia ilienda viral kinoma noma, yani vitu vinakuwa poa na poa zaidi. Ndio maana nasema kabisa kwamba kuna mambo mengi sana yanakuja na ngoma nyingi sana zinakuja, na ambazo zitakuwa ni kubwa na kubwa zaidi. Yapi maoni yako kuhusiana na combination yao wa e, washikaji Diamond pamoja na Juma Jux kwa upande wako ni kweli huwa unaona kwamba kuna bonds ambayo inakuwa e, inawafanya wawili hao kuweza kufanya poa zaidi? Itakometisha kinoma noma. Drop comment yako hapo. Subscribe katika mtandao wa YouTube bila kusahau kule Instagram X, pamoja na e, kule Facebook tunatumia kama sawa sawa digital. Ciao.